Ni nani? Subiria naja. Ah, Saida, mpenzi wangu, mambo. Nimekutamani kukuona. Nimekaa. Kumbe Mungu naye aache mja wake. Kwa muda mwingi sana nimezunguka. Nikitamani hata siku kama hii itafika lini. Ah, Saida. Haki Mungu amesikia kilio changu. Tukae hapa tuongee kidogo. Yaani mpenzi wangu, siku ya leo kama ndoto. Yaani vile ile siku ukanipata pale chini ya mti ukasema tumeachana, hmm. Sikuwai amini utafika siku ufike kwa nyumba yangu tena Yaani niliona ni basi ndio umeenda kimoja, lakini leo nashukuru hmm. Nashangaa na huwezi niamini, mpenzi wako kwa muda mwingi tumesaa na wewe hmm. Lakini Mungu ni mkuu, siku hii ya leo utaisahau, maana amenifanyia makuu lakini zna aliookea pkapta nimeamua kurudi kwako. Hilo ni jambo la busara sana umelifuata, kwa maana hadi mimi mwenyewe akili yangu ilikuwa haiko sawa, hasa ile siku kaniambia kwamba umeenda kabisa. Ati ulinipenda kwa moyo no mmoja na umeniacha kwa moyo mmoja. Sasa vile umerudi, mi nataka nikuambia ukweli wangu. Na kila nitakachokwambia niamini tu, kwa maana kwa hakika mimi yule msichana simjui. Nilipatana tu naye na anakuja ila nikiwa na wenzangu hawamuoni, peke yangu mimi ndiye namuona. Sasa wewe unielewe kwamba sina mahusiano yoyote na huyo msichana mnayesema ananipenda. Kwa roho yangu nilikuweka wewe pekee, amini kwamba sina mwingine zaidi ya wewe Saida, mpenzi wangu. Nitafanya jambo gani ili uniamini kwamba nakupenda wewe? Sawa, nimekuelewa. Kajua jana ndikuja, nikaja nakuangalia siku kukuta, lakini ntemnarudi nyumbani, nilikutana na Dia nakanambiku nyumbani, maana karudi kuja kwamba msamama hapo. hmm. umecheza kama wewe huko nikundirishia kwamba bado unanipenda, na kwa sababu ya hiyo, mimi nakuhakikishia sintawahi kukutesa. Mapenzi niliyonayo kwako ni makubwa sana, siwezi taka ukateseke tena. Halafu sasa, kitu moja nataka tuelewane. Yule mwanadada mimi mwana simjui mwenye mnasema, lakini huenda ukanipata labda na msichana kama huyo mwenye ananitokea tokea Naomba usinichukulie vibaya, kwa maana huyo msichana wakati wote anapenda kunyimaraa. Hata hivi mahali niko, maybe ananiona, maana yeye anatokea tu ghafla, lakini wewe utamwona sasa. Tafadhali nielewe kwa hilo. Sina kuelewa, lakini siku zote watu wanaopendana ndo wanaokosana na wakikosana kisha wakapendana tena basi maisha yao huwa mazuri na wanaelekea katika mwelekeo unaostahili. Sasa mimi tumekosana na tumepatana, na sasa na kuhakikishia hatutakosana tena sawa. Wacha kusindikiza kidogo.

Ngamka bana <laughs> Toto huyo niambie, lakini safi mzucha. mm. Kutoka jana mm, kupoa. Ah. Kamepeana si njo... mbuzi sija ekeka pale kufungwa fungwa hivi ndio ela mbuzi kuna muona yako <laughs> ah. Mambo yako ya kawaida wewe unajua wale hmm. Mbuzi mpaka mwisho wa siku wale vipi? eh. jana jana ume

Mpenzi, ambie mpenzi wangu mpotea kweli? Baby wewe, siku ile, usinidanganye mimi, ningoja mpaka nikaboeka. Mimi nilienda mali pengine ile, tukaenda dada yangu mama. Sasa kwa nini sasa maezak? Sa nakaa jua kali vile pale nje, nilitamani kupigie, lakini simu yangu ilimisha moto. Kwa hivyo mimi pale niliitwa mwizi ubiskiara chanani bebi, nawe amna, kuna mtu angupita m kwa mtu afu nimesimama getini, uogope. Ulienda saa ngapi? mimi ngoja mpaka kasinya, kabidi ni lakini wajua, mimi nakupenda mimi nakupenda nakupenda nii. Sasa bebi, bebi na mara moja

Mambo ke, yaani hata siongeleshi mimi, jamani wasema <laughs> mmenyoroshwa eh? Na bado bado kiko motoni <laughs> halo Mami, wajifanya usikii. Safi. hey, hey, hey! Ni niambie, haya mwenzangu, umefanya nini mpenzi wako? Kulikoni tena? Yani, hmm, nakwambia alikuwa anapita njia zangu mwenyewe um, nakutana naye pale njiani aba kambia kwenda kulamira ndipo uh, na muulizo una nini angona nikodolea macho na kuvimbisha mashavu tu, akaenda zake akijirusharusha mwenyewe. We, basi mimi ameniacha hapa, akaniambia yo arudi. tulikuwa tuongea vizuri tu, kaniambia naja Nanga, ambadilika tu mara moja, kaondoka. utaniambia vizuri umemfanya nini mchana, watu utanitoa makosa bure. Wenzako, sina makosa <laughs> sina makosa, sijafanya lolote hey. kaja vizuri Tukaongea ghafla, kashtuka hmm, kasirika, kaondoka. hmm. Ah, basi fanya ufate msichana mwingine huko, mbembeleze, maana usipombembeleza huko hmm, kitaaka. naenda zangu, ama una lengine tena? Sawa, haya, kwa heri. Nawake wanahetabu kweli.